Kristo aliubeba msalaba wake kwa hiari yake na kwa kupenda mwenyewe. Tunapoadhimisha Dominika ya matawi ya mateso ya Bwana ndipo tunapolianza rasmi hasa Juma Kuu. Utafakari kwa kina hasa juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa vijana imekuwa ni changamoto namna ambavyo tunahusianisha kati ya mateso ya Kristo, kifo chake na ufufuko wake, na sisi kubeba misalaba yetu na kumfuasa Kristo. Leo ulimwenguni kote, mama kanisa anaadhimisha pia sikukuu ya vijana. Changamoto hizi, tumezungumza na vijana kadha wa kadha juu ya hizi changamoto na namna ambavyo vijana wanajihusianisha hasa na fumbo la msalaba. Kristo aliubeba msalaba wake kwa hiari yake na kwa kupenda mwenyewe, lakini vijana wa leo hatupendi kuishi ule uhalisia wa maisha yetu. Tunapenda kuishi maisha ya kuiga. Hiyo inapelekea vijana wengi tunashindwa kujiamini katika maisha. Kwa hiyo tunapoendelea kuyatafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukubali kuishi yale maisha ya uhalisia na tukubali kubeba misalaba yetu wenyewe. Vijana wengi wa leo wanapenda mafanikio ya haraka pasipo kufuata mchakato mzima wa uwajibikaji katika kutengeneza mafanikio yatakayokuwa ya muda mrefu. Mafanikio hayo ambayo yanapatikana yanakuwa ni mafanikio ya muda mfupi kwa sababu yenyewe yanatafutwa kwa haraka pasipo mchakato. Tunapoendelea na juma hili kuu la mateso, kifo na ufukwa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye anakuwa ni mfano sahihi kwetu sisi vijana, ambaye aliuchukua msalaba wake na kwenda katika wokovu ambao umetengeneza wokovu wetu sisi wanadamu. Kristo mwenyewe katika maneno yake alitualika tuchukue msalaba wetu, tujitwike na tumfuate. Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 34 hadi 35. Ni mwaliko ambao anatutaka tuchukue misalaba yetu, misalaba hiyo ndiyo uwajibikaji wetu ndiyo yale ambao yanaweza yakatengeneza mafanikio. Utakuta vijana wengi wanajishughulisha na michezo ya kamari, kama vile kubeti, kucheza makorokoro, lakini pia hata kwa dada zetu ambao wanajiingiza katika shughuli za kujiuza wanaingia katika madangulo. Hiyo yote ni kutafuta mafanikio ya haraka. Vijana hao wanaona kwamba majukumu yao ni kama mateso, lakini wanasahau kwamba mateso ni njia ya kuelekea katika mafanikio. Kumbe basi sisi kama vijana tunaalikwa leo na Bwana wetu Yesu Kristo, tukitambua kwamba yeye alisha ushinda ulimwengu. Anatualika tuchukue na tujivike majukumu yetu ambayo ni masalaba, ni mateso, ni maangaiko yetu ya kila siku, ili kuelekea katika mafanikio ambayo yatajenga mafanikio ya muda mrefu, yatajenga imani zetu, yataepuka kukimbia majukumu ambayo tunayakimbia leo. Tumsifu Yesu Kristo.